Ongera, ongera, ongera kwa kuingia 2026 mwaka wa ukuu na kama Mungu alivyonena katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 14. The Lord shall fight for you and you shall hold up your peace. Bwana atakupigania na utanyamaza kimya. Kumbuka huu ni mwaka wa ushuhuda. Mungu anakwenda kukupa ushuhuda na Mungu anakwenda kukupa ushindi katika afya yako. Mungu anakwenda kuimarisha katika biashara zako. Mungu anakwenda kuimarisha. Haja ya moyo wako inakwenda kupata Kibali. Hakuna kitu chochote kinyonge kitakachoweza kusimama mbele yako. Watakusanyika pamoja, lakini kwa macho yako utaona wakizama, kwa maana neema ya Bwana imefunuliwa, na huu ni mwaka wako wa ukuu, the year of greatness, na Bwana anakwenda kuyafanya mambo makubwa mno. Haja ya moyo wako inakwenda kupata kibali. Tembea katika utulivu, shikilia amani ya Bwana, simama kwenye neno hili la kitakatifu ambalo ametupa katika mwaka huu, Kutoka 14 na 14 Lord shall fight for you and you shall hold up your peace. Bwana atakupigania nawe utanyamaza kimya. Beba andiko hilo, nenda ukaishi, nenda ukafanikiwe na nenda ukafurahie familia yako. Amen.